kuanzisha mazungumzo kwenye jamii. jamii jamii message yetu ya ya leo kwenye kwenye kanga kanga kanga kwa kwa kwa kwa kwa. Wewe ukimwona mwanaume amevaa kanga ina ujumbe ujumbe ujumbe kama mara mbili anamaanisha nini? hiyo mazungumzo mazungumzo mazungumzo ambayo ambayo wetu mkubwa ni ni kwamba kwamba mama mengi mengi sana, sana mabinti lakini wanashindwa kuyaongea sababu mambo wanaona aibu. kutumia ujumbe wa kanga it's easy explain na kuanzisha kubadilisha positive image mwanamke. Kwanza mimi kama um, influential au mtu mwenye umaarufu, cha kwanza ni kuweza kushiriki katika kazi za kijamii zinazosaidia kubadilisha jamii. Tusifanye tu kazi ya kutengeneza nguo, na kuufanya kazi ambayo inaweza kutengeneza jamii ikafikiria tofauti na kile ambacho anakifikiria. Kwa hiyo nimeamua kushiriki kwa sababu cha kwanza I give back to the society, kwa kuwafundisha wanafunzi. Nilikuwa na wanafunzi 128 na kumpata mshindi mmoja, it means anatoa kanga elfu tatu ambazo zinaenda kugawiwa